Ni siku ya pili ya mjadala wa bajeti ya wizara ya elimu, sayansi na teknolojia ambapo suala la upungufu wa walimu nchini limewaibua wabunge. Tuna walimu 268,000 wanatakiwa na, na si ajabu tunao mtaani, tukiamua kama taifa kwamba tunakwenda kuwaajiri tutakosa nini? Serikali, ni mpongeza waziri, walitoa mwongozo wa ajira kwa watu kujitolea, ajira ya kujitolea Nataka kumwomba Mheshimiwa waziri rudi, nenda karekebishe mwongozo huu wa walimu kujitolea. Msingi wa kufanya hivi maanake, kundi hili la walimu walioko mtaani zaidi ya laki mbili wapate fursa ya kwenda kujitolea, tupunguze hili gap la, la, la, la watumishi shuleni. Tuko tayari kuendelea kupoke, kupokea maoni. Nimeasikiliza, lakini mpaka sasa hivi kuna walimu 23405 wameweza kukamilisha kupitia mwongozo huu. Mwongozo huu unakutaka mkurugenzi wa halmashauri ashirikishwe, kamati ya shule ishirikishwe na taratibu zipo, lakini tunasema kila kitu kina nafasi ya kuboresha. Tutakaa na wenzetu kuona kama kuna nafasi ya kuboresha ili tupate wengi zaidi. licha ya kuwa nchi inakabiliwa na uhaba wa walimu lakini lipo kundi la wahitimu wa fani hiyo wanaolia na ukosefu wa ajira, jambo ambalo mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo Husna Sekiboko ametoa ushauri kwa vyuo vya ualimu nchini. Eneo ambalo mimi linanipa mashaka kwenye ualimu ni walimu wa sayansi, walimu wa fizikia, walimu wa hisabati, walimu wa biashara na elimu ya amali, kwa sababu wametoa matangazo kipindi fulani, wamewakosa kabisa hao walimu wenye sifa za hesabu, za physics, wenye ufundi, wenye, eh, eh, wenye elimu ya biashara eh, eh, in full wamewakosa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba vyuo uh, vyetu sasa vifikirie kuzalisha walimu kulingana na uhitaji wa kwenye soko. Soko lao ni shule zetu, soko lao ni mtaala ambao umeanza kutekelezwa. Kwa wakianza kuzalisha walimu wale ambao wanatafutwa, maana yake ni kwamba mwisho wa siku tutakuwa tumemalizana kabisa na changamoto ya walimu. Baada ya mjadala wa siku mbili kuhusu bajeti hii ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, hatimaye leo hii Bunge limepitisha bajeti hii yenye thamani ya shilingi trilioni 2.4. Ahmad Ally, Azam News, Bungeni Dodoma. <mulia>